Nimeona kwenye zile bajeti ambazo mlitengeneza za ishirini ishirini na nne ishirini ishirini na tano, TARURA wewe kwako Nesh, nime TARURA nimeona hasa kwa Geita jimbo la Geita Mjini, naona kabisa kwamba ni kama vile kwenyewe kulisahaulika hivi nimeangalia hakuna siku ambazo hela zote zilizopangwa ziliwahi kufika asilimia arobaini. Zilizokuja ikiangalia maendeleo ya jimbo zilikuja asilimia kumi na mbili halafu special fund zilikuja asilimia ishirini na nane lakini pia tozo ya mafuta ilikuja asilimia thelathini na saba. Na ukiangalia pale, nilikuwa najaribu kuangalia hapo Geita mjini ndio palikuwa palatengenezwa bajeti ndogo lakini pia ndio ilipokuja bajeti ndogo. Sasa nataka kufahamu hivi changamoto ilikuwa ni nini? Kwa nini sehemu zingine zilipangiwa uh, nyingi kwenye huko lakini wakapelekewa hela nyingi pia? Lakini Geita zilitoa hela ndogo kabisa. Nataka kufahamu hivi changamoto ni nini? Ni viongozi wa pale Geita mjini walikuwa wafanye kazi yao ni njieo zilikuwa zimekuja nazieketi sehemu nyingine au changamoto ilikuwa ni nini? Na kwa kuunganisha hayo maswali, nikataka kufahamu sasa, kama mfuko wa maendeleo ya jimbo ilikuja asilimia kumi na mbili, hizo hela tunaendelea kuzidai au bajeti ya mwaka huo, kwa sababu ilipita, ilishapita, au tunaendelea kuzidai au zilishafanyiwa miradi zinadaiwa haikuja. Kwa hiyo oh, nataka ufahamu hivyo nivyo kwenye special fund, lakini ni kwenye tozo ya mafuta. Nataka ufahamu pesa hizo, baada ya kuwa hazikuja kipindi hicho, miradi yake ilitekelezwa, kwa maana kwamba wakandarasi wanadai, au miradi haikutekelezwa, kwa hiyo wakandarasi hawadai, na hela hazikuja na miradi haikutekelezwa na hatudai popote, ilishapita.